Na anachokupeni Mtume chukueni na anachokukatazeni jiepusheni nacho, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Dada zangu katika imani, ama kwa hakika saumu hii ya sita Shawal, yani kufunga siku sita za mwezi wa Shawal baada tu ya kumalizika ibada ya lazima ya Ramadhan na Idul Fitri imependekezwa kwa

Muslim wa Tirmidhi wa ghairihi kutoka kwa Abu Ayyub uh, o Abi Ayyub uh, Al-Ansari radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mwenye kufunga Ramadhani kisha akaufuatisha siku za, yani siku sita za Shawwal itakuwa ni kama amefunga mwaka mzima. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim na Imam At-Tirmidhi na Imam Ibn Majah na Imam Abu Daud na Imam Ahmad. Dada zangu katika iman <clears throat> kadhalika, wamesema maulama kuhusu ujira huu wa mwaka mzima au malipo hii ya mwaka mzima, kama ilivyokuja ndani ya Qur'an na kadhalika katika sun, katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kama ilivyokuja katika, katika Qur'an Uh, imekuja katika Surat Al-An'am aya ya mia moja na sitini anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na malipo haya, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, mwenye kuleta jema basi atapata mara kumi zaidi yake. Dada zangu katika imani kupitia yani aya hii wakasema oh, wakasema maulamaa kuwa jambo moja zuri wakaitafsiri, yani maulamaa kuwa jambo moja zuri hulipwa ujira mara kumi. Kwa hivyo, mfano yani, Ramadhan ni jambo moja zuri na ina siku thelathini, na siku thelathini ikipigwa mara kumi inakuwa ni siku mia tatu. Kwa hivyo mwislamu akifunga siku mia tatu atapata ujira mara kumi, nazo zitakuwa ni siku miata, nazo zitakuwa ni mia tatu ukijumlisha na siku sita za Shawwal ambazo zikilipwa mara kumi huwa ni sitini. Kwa hivyo mia tatu ukiongeza sitini inakuwa mia tatu sitini kwa hivyo mwislamu atapata thawabu ya mwaka mzima akifunga, uh, baada akifunga siku 30 ya Ramadhani na kisha akafuatisha na siku sita za, uh, za Shawwal. Dada zangu katika imani, kadhalika uh, uh, imekuja uh, kuthibitisha haya katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, uh, hadithi ya Thauban radiallahu anhu ambaye pia

Yaani, kutoka kwa Thauban radhiallahu anhu, amesema kwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufunga Ramadhani ni kama kufunga yani miezi kumi na kufunga sita Shawwal ni kama kufunga yaani miezi miwili, hiyo ndiyo saum ya mwaka mzima. Na katika riwaya nyingine, mwenye kufunga siku sita baada ya Idulfitri atakuwa ame maliza mwaka. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku za, za khiyari za kila mwezi na akawahimiza maswahaba zake kufanya hivyo, na pia aliwataka watu kufunga baadhi ya siku za miezi ya mwaka kwa sababu ya malipo makubwa kwa mwenye kufanya vile. Na katika hadithi ya Abi Ayub Al-Ansari Radiallahu anhu mtume sallallahu alayhi wasallam wa amewahusia Waislam kufunga siku sita za Shawal baada ya Ramadhan, na akaeleza kwamba mwenye kufunga mwezi mzima wa Ramadhan kisha akafunga siku sita za Shawal baada ya Ramadhan. Ambaz, ambayo yani ni sunna kuzifunga siku hizo sita ya, ya yani ya, kwa njia ya mfululizo kwa pamoja, siku sita kwa pamoja kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam au mara tu baada ya kumaliza e, yani alikuwa akifanya vile Mtume sallallahu alaihi wasallam mara tu baada ya kumaliza nini, kula Idil Fitr. Hata hivyo, hapana ubaya kama muislam atazifunga siku sita hizo mwanzo wa mwezi wa Shawwal au katikati ya mwezi wa Shawwal au mwisho wake kwa kukatiza katiza au kwa mfululizo na yote hayo yanakubalika, na mwenye kufanya hivyo atapata malipo sawa na yule aliyefunga mwaka mzima. Na hii, dada zangu katika imani, ni kutokana na fadhila kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake waislamu kwa kuzidisha malipo yao. Dada zangu katika imani, kadhalika zifuatazo ni tu baadhi ya faida ya kufunga siku sita ya mwezi wa Shawwal. Kwanza kabisa, mwenye kuzifunga siku sita mara kwa mara baada ya mwezi wa Ramadhan ni kama amefunga mwaka mzima. Na hii ni fadhila kubwa na amali kubwa sana na ni amali njema kadhalika. Jambo la pili au faida ya pili ya kufunga yaani si, siku sita ya mwezi wa Shawwal ni, ni yaani kuwa rehma kubwa, ni yaani ni rehma kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, juu ya waja wake, kuwalipa kwa matendo yao machache malipo na ujira mkubwa. Jambo la ta, la tatu au faida ya tatu ni kwamba mwenye kuzifunga siku sita hizi kwa ikhlas anastahili ujira uliowekwa kwake ikiwa Allah Subhanahu wa Taala ataitakabalia amali hiyo, na haya yanapatikana katika kitabu cha Al-Mughni juzi ya ine ukurasa wa mia nne na arobaini na maoni kadhalika, ina, imepatikana katika maoni ya imamu An-Nawawi kuhusu Muslim, na ni juzi ya nane, katika juzi ya nane ukurasa wa hamsini na sita. Dada zangu katika imani, ama faida ya ine Yani ya kufunga siku sita ya mwezi wa Shawwal ni kwamba inapendekeza kuharakisha yani kufunga siku sita hizi, ili kuleta nini, mashindano katika mambo ya khair baina ya Waislamu, ili asikose Muislamu yani kufunga au ajikute ameshughulishwa na mambo mengine yasiyo ya khair. Dada zangu katika iman, ama faida ya sita ya kufunga uh, siku sita ya mwezi wa Shawwal ni, ni kwamba yani ni wajibu kwa mwenye kufunga Ramadhan kuikamilisha pasina ku, yani kubakisha chochote katika deni la saum ya Ramadhan kisha uh, afunge siku sita za Shawwal wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi, Huri, uh, Abi Ayub al-Ansari radiallahu anhu: thumma atbaahu sittan min shawwal, kisha akafunga baada ya Ramadhan siku sita za Shawwal. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, yani atujalie sote tuwe ni wenye ku, kuifuata sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya baada ya kufunga saum ya, farad, ya faradhi ya Ramadhan, atuwezeshe kadhalika kuendeleza sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufunga siku sita za Shawwal. Shukran jazila wa baraka llahu fikum.